Mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, Dkt. Peter Richard Kisenge, ametangaza rasmi ushirikiano mpya kati ya JKCI na Hospitali ya Arusha Lutheran Medical Centre ALMC, wenye lengo la kusogeza huduma za matibabu ya moyo karibu na wananchi wa kanda ya kaskazini. Akizungumza hii leo na waandishi wa habari alipokuwa akitembelea hospitali hiyo ya ALMC, Dkt. Kisenge amesema kuwa ushirikiano huo ni hatua muhimu katika kuhakikisha kuwa huduma za kibingwa zinawafikia wananchi wengi zaidi kwa urahisi na kwa wakati. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete katika dhima yake ya kuwafikishia wananchi huduma karibu pale walipo, kama mnavyofahamu taasisi hii ina, ime, kuwa na matawi mbalimbali mbali. E, kwa Dar es Salaam sasa hivi tumekuwa na matawi matatu. E, tawi la da group lilipo kule Temeke, lakini tawi lilipo kule Oysterbay na tawi lilipo Kawe na tawi jingine liko hospitali ya Chato kule, kule e, kanda ya, ya magharibi. Sasa kwa wananchi wa kanda ya kaskazini tumekuwa na tawi jingine ambalo hospitali ya Jakaya Kikwete au taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete itakuwa inaendesha hospitali ya Arusha Lutheran Centre kwa miaka ishirini na itakuwa ni one stop centre ya magonjwa ya moyo, yaani unapokuwa na matatizo ya magonjwa ya moyo, lakini una magonjwa mengine mbalimbali, mfano edha, mama mwenye mimba akiwa na shida ya moyo, sehemu nzuri ya kwenda kujifungulia ni kwenye taasisi hii ya, ya Arusha Lutheran Center ambayo itakuwa inaendeshwa na taasisi ya Jakaya Kikwete. Ukiwa na jino eh, limepata matatizo na, na at the same time una pressure au na shinikizo la damu, sehemu ya kuja kulitoa lile jino ni hapa. Kwa hiyo taasisi hii ya, ya Jakaya Kikwete itakuwa natoa huduma za moyo lakini na magonjwa mengine ambayo yalikuwa yanatibiwa hapa yatakuwa yanasimamiwa na taasisi ya, ya moyo. Kwa hiyo ninaomba kabisa wananchi wa walielewe, na nia yetu ni kuwafikishia eh, wananchi huduma karibu. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa awamu ya sita anasema ni kazi na utu, anawaletea utu wananchi wa kanda ya kaskazini wananchi wamekuwa wanatumia gharama nyingi sana eh, kuja pale hospitali ya Jakaya Kikwete kuwafuata madaktari bingwa. Sasa hivi hawana sababu ya kusafiri umbali, kwa sababu taasisi ya moyo itaiendesha hospitali ya Seliani. Lakini kimoja kitakachokuwepo eh, eh, tutakwenda kuvutia tiba utalii. Mnavyofahamu Arusha ni kitovu cha tiba utalii, na watalii wanapotaka kuja kwanza wanaangalia eh, usalama wa afya yao kwa sababu taasisi itaiendesha hii. E, tunakwenda kufungua emergency, e, e, service ambazo zilikuwepo hapa tunaenda kuziimarisha, lakini tutaweka mtambo wa moyo wa cath lab. wanapopata mshtuko ghafla wa moyo tutauweka hapa e, Seliani. E, tunategemea miaka miwili ijayo hata kufanya operation za moyo kwenye hospitali hii kwa sababu itakuwa chini yetu kwa zaidi ya miaka ishirini na ndio mkataba ambao tumesaini tume, tume na wenzetu wa Arusha Lutheran Centre. Kwa hiyo nichukue fursa hii ya kuwaomba wananchi kuanzia sasa, kuanzia tarehe moja eh, mwezi wa kwanza ishirini na sita eh, waje kutibiwa katika taasisi hii kwa sababu itakuwa chini ya eh, taasisi ya Jakaya Kikwete. Hapa, Arusha Lutheran Center, kwa huduma zote za moyo zitapatikana hapa na huduma zingine ambazo zilikuwa zinapatikana uh, hapo awali zitakuwa zinasimamiwa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Hospitali hii itakuwa ni hospitali ya kimataifa inayofuata masuala ya teknolojia ya hali ya juu. Tutaweka mitambo maalum ambapo mgonjwa akiruhusiwa kwenda nyumbani tutaendelea kumchunguza nyumbani kwake kwa siku saba. Tutamwekea shuka maalum ambalo tutakuwa tunamwangalia. Mfano, umefanyiwa operesheni hapa Seliani eh, tutaendelea kukuangalia kule nyumbani kwako baada ya kupata discharge kwa, kwa siku saba tutaweka teknolojia maalumu inaitwa doze, ambayo tutakuwekea hilo shuka kwenye kitanda chako, tunakuangalia, tutaona mapigo yako ya moyo, tutaona eh, unavyopumua tutaona oksijeni yako kwenye damu, na chochote kikitokea, ambulensi ya Jakaya Kikwete ambayo itakuwa iko hapa Seliani itakufuata pale nyumbani, na kuhakikisha eh, kukuokoa, usiweze kupoteza maisha yako. Ghafla. Kwa hiyo tutakuwa na mambo makubwa, lakini hospitali hii inaenda kupata hisibati maalum, accreditation, international accreditation. Tayari tumeshaanza kutengeneza uh, mipango maalum ya kuhakikisha hospitali hii inapata accreditation kama vile taasisi ya moyo ambayo inaenda kupata accreditation hivi karibuni. Kwa hiyo hili ni tawi letu sasa. E, tawi letu la tano tuliolifungua. Tawi linalokuja jingine ni Mwanza ambalo tutakwenda kufungua e, katika miaka e, miwili e, ambayo itakuwa kuna hospitali kubwa ya taasisi ya moyo. Hapo awali nilishasema, JKCI inaenda kufanana kama vile hospitali za Apollo, Fortis. Tutakuwa na matawi yote, nia yetu na nia ya mheshimiwa raisi ni kuhakikisha watu wote wenye wa matatizo ya magonjwa ya moyo hawatumii muda mrefu e, kupata hayo matibabu. Kwa hiyo tutaweka matawi mbalimbali, na sasa ndio tunaiweka tawi jingine Arusha kwa wananchi wa kanda ya kaskazini e, Kilimanjaro, Singida, hata Dodoma na mikoa yote iliyo karibuni Manyara. Taasisi ya moyo ipo sasa Arusha katika hospitali kwa upande wake, mkurugenzi wa hospitali ya ALMC Bwana Godwill Kivuyo ameeleza kuwa ushirikiano huo utasaidia kuongeza ufanisi wa utoaji huduma na kupunguza gharama kwa wagonjwa waliokuwa wakisafiri umbali mrefu kwa kufuata huduma hizo. Lengo kubwa ni kuleta huduma karibu na wananchi, hilo ndio lengo kubwa, lakini vile vile JKCI pamoja na ALMC wamedhamiria kwamba hapa ALMC pawe ni one stop center kwa ajili ya magonjwa yote ya moyo, ambao litakuwa ni kubwa kwa ajili ya wakazi wa kaskazini, lakini vilevile kwa ajili ya wakazi ambao wako katika nchi jirani, na hili litaongeza ubora wa huduma nyingine na usalama wa huduma nyingine. Kwa mfano kama alivyotoa mfano wa mama mjamzito, hata kama hana shida ya moyo lakini usalama labda wa kujifungua kwa operation au wale ambao wana magonjwa mengine usalama wake unakuwa ni mzuri sana kama akiwa ameonwa na daktari bingwa wa moyo, inasaidia kwenye matibabu, kwenye dawa za usingizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kuwa na JKCI, inakuwa na huduma ya One Stop Center kwa ajili ya magonjwa ya moyo itafanya kuwa na usalama mkubwa wa huduma nyingine zote za wagonjwa wanaokuja, magonjwa ya nje, magonjwa ya upasuaji magonjwa ya watoto, magonjwa ya ndani, magonjwa ya mifupa na yote yanayofanana hayo. Kwa hiyo sisi kama taasisi na kama kanisa tunaona kwamba ushirikiano huu utakuwa una tija kubwa kwa ajili ya wananchi wa kaskazini mwa Tanzania, lakini kwa ajili pia ya taasisi kwa ujumla. Kwa ufupi tu, vision ya hii hospitali ilikuwa ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi ambao ni wananchi wa ndani lakini vilevile vile kwa wananchi wa nchi za jirani na wale wanaokuja kwa hiyo, kwa reference ya mkurugenzi aliyoisema, kwa kushirikiana na JKCI, kwa sababu accreditation yetu itakuwa ni international, itafungua huo wigo kwa upana zaidi. Kwa hiyo hata ile mission ya awali na vision ya awali ya hii taasisi itafikiwa kwa urahisi kwa kusaini mkataba huu na kuingia mashirikiano ya kufanya kazi pamoja kwa hiyo tunawakaribisha wagonjwa, hatuombee waumwe, lakini wagonjwa ambao wana shida basi waje kwa ajili ya kupata huduma hizi rasmi kuanzia tarehe moja Januari ishirini na sita ili kwamba waweze kupata matibabu ya weledi na kutoka kwa watu ambao wamebobea kwenye magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yanayotibika mahospitalini. Asanteni sana.